Jiandaa kucheza na Dodoma na kwangu mimi nasema kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi na hasa katika mzunguko huu wa pili. Dodoma ni timu ambayo ni nzuri, timu ambayo ina mwalimu mzuri. Mwalimu Mwalimu mwalimu Meki ni mwalimu ambaye anapenda sana ushindani na hata ukiangalia katika mechi yetu ya kwanza na Dodoma haikuwa mechi rahisi. Dodoma ilikuwa ni mechi ngumu sana. Kwa hiyo, sisi Simba tunajua ugumu wa Dodoma, tunajua ushindani wao na tumejipanga pamoja na ugumu wao na ushindani wao tukakikishe tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Haitakuwa mechi rahisi, na hata ukiangalia hata mechi ya kwanza Dodoma alitupa ugumu sana katika kupata matokeo katika gemu yetu ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nasema kwamba haitakuwa rahisi. Dodoma wana timu nzuri, wana wachezaji ambao wazoefu, wachezaji kama kina Ajibu ambao ni ni wachezaji ambao wanaweza kucheza mechi yoyote na bila ku, kuleta hofu yote, kuleta upinzani. Kwa hiyo sisi tumejipanga pamoja kwamba na ugumu wao na uzuri waliokuwa nao kwetu sisi ni muhimu sana alama tatu katika mchezo wa kesho na, na waombe waje kwa wingi kesho kutupa sapoti kama ambavyo wamekuwa wakifanya, na niwaahidi kwamba sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho. Sisi tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho ambapo tunaenda kupambana na Dodoma Jiji. Tunafahamu kwamba Dodoma Jiji ni timu nzuri yenye wachezaji wazuri na wenye mwalimu mzuri, kwa hiyo tunatarajia tuna kupata upinzani wa hali ya juu katika mchezo wa kesho, lakini sisi kama wachezaji tunajua wa kabisa mchezo wetu wa kesho, tunatakiwa tupate matokeo ya ushindi. Nadhani kama, kama mwalimu alivyosema na kama mimi nilivyosema, Dodoma Jiji ni timu nzuri yenye wachezaji wazoefu na wachezaji wakubwa pia ambao wameshacheza timu kubwa, lakini sisi kama wachezaji nadhani tunatakiwa tufuate yale mwalimu aliyotuelekeza. Kwa hiyo sisi tunajitahidi yale mwalimu aliyotuelekeza tuweze kuyafanyia kazi ili tuweze kupata pointi tatu katika mchezo wa kesho. Swala la kupata nafasi au kuto kupata nafasi ni swala la mwalimu. Kwa hiyo mwalimu akisema hii mechi natakiwa kucheza nitacheza. Na swali la pili uliouliza, wachezaji wenzangu ni wa, ni watu muhimu sana kwangu, kwa sababu wao ni watu ambao nakuponao mazoezi muda mwingi na ni watu ambao wananijenga. Hasa ukizingatia, kama nilivyosema kwenye mechi iliyopita ya Coast mtu kama Shomari Kapombe ni mtu muhimu sana ambaye amekuwa anatusaidia vijana, sio mimi peke yangu, ni vijana wengi ambao tupo pale na ambao wako kwenye timu mbalimbali. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni msaada mkubwa kupata, kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa namwangalia toka nimetoka, lakini nimepata bahati ya kucheza naye na nipo naye karibu. Kwa hiyo najifunza vitu vingi na ananisaidia vitu vingi matatu katika siku. Katika mchezo wetu wa kesho na Dodoma Jiji ni muhimu sana kwetu, ukizingatia ligi sasa hivi jinsi ilivyo, ligi ni ngumu na ushindani unazidi kuwa mkubwa, kwa hiyo pointi tatu ni muhimu sana katika mchezo wetu wa kesho, yaani ni muhimu kuliko kitu chochote katika mchezo wetu wa kesho. Kama nilivyoongea mara kwanza, mchezo hauwezi kuwa rahisi, kwa sababu tunakutana na wapinzani wagumu. Kwa hiyo kwa nafasi ambazo tutakazozipata na inabidi tuzitumie kwao, hata ikitokea nafasi moja tutatumia hiyo kwa sababu ni muhimu kupata pointi tatu. Kwa hiyo hasiwezi jua zitatokea nafasi gani, nafasi ngapi, lakini kikubwa ni kufata maelekezo ya mwalimu, ambayo inatakiwa sisi kama wachezaji tutengeneze nafasi ili tuweze kufunga. Kwa hiyo ikitokea nafasi moja tutafunga, zikitokea mbili tutafunga hizo hizo mbili. Ningependa tu kuwaita katika mchezo wetu wa kesho Tuna, tunawahitaji sana walijue kutupa sapoti na imani, tutakuwa na, na mchezo mzuri na tunaweza kupata matokeo mazuri. Tunawakaribisha katika mchezo wetu wa kesho, wana Simba, karibuni sana.